Na tukiangazia mengine sasa, ni kwamba ni miaka kumi na moja tangu tukio la kigaidi litokee katika eneo la Mpeketoni, tukio ambalo lilisababisha mtafaruku mkubwa kati ya jamii zinazoishi katika eneo hilo na kupelekea kukosa uaminifu kati yao. Hapo ndipo Samia Mohamed alipoamua kujitoa kimasomaso na kuunganisha jamii zinazoishi katika eneo hilo kwa kuweka vikao vya amani pamoja na kuandaa tamasha la kitamaduni ambalo huzileta pamoja jamii hizo kwa minajili ya kujenga uwiano kati yao. Hebu tusikilize simulizi yake kwa kina katika makala yetu ya Mwanamke Bomba yanayofuata sasa. Kwa majina naitwa Samia Mohamed Abdul Jabbar, Mkaaji wa Lamu, kutoka kijiji cha Shela. Niko hapa Mpeketoni. Nilikuja huku Mpeketoni mwaka elfu mbili na nne baada ya kutoka kazi huko. Niliishi huku mwaka elfu mbili na nne Mpeketoni. Wakati huo kulikuwa na challenges nyingi hapo, tunao nimekuja kuishi na jamii nyingine tofauti vile nilitoka kule kwetu Shela, ambao Mpeketoni imekuwa occupied na hawa cousins zetu ambao ni Wakikuyu. So nimekuja kuishi huku miaka hiyo, na ni mama watoto wanne na ni mwanabiashara. Kuishi huku ilikuwa ni challenges, niko na challenges nyingi uh, kulingana na sisi Waswahili Waislamu uh, kuja kuishi na watu ambao si ambao hatujazoeana nao kuishi na wao so nimekuja nikaishi uh, na jamii tofauti ambayo ilikuwa chal challenge sana kwangu. Kuna mambo kadhaa in, nililazimika kufanya kama kukua mwanabiashara, biashara uh, kukua mkulima. Nakumbuka mwaka 2014 Eh, wakati kulitokea shambulizi kubwa Lamu ambalo lilitokea Mpeketoni ambao katika hilo shambulizi mimi ni mwathiria mkubwa. Lilileta utofauti mwingi between jamii ya wa Waislamu na Wakristo Mpeketoni. Mimi nilikuwa mmoja wao waathiriwa, na ilikuwa ni eh, shida kubwa sana kuishi huku wakati huo juu Ukiingia sokoni una, una, unaenda kununua mboga unakuta mama mboga amekununia amekukasirikia hataki kukuzia, ukienda kwa duka shida ni hizo hizo, watu huko wa walikuwa na ile uoga between Waislamu na Wakristo, ikakuwa hakuna tena uaminifu kuaminiana. Nikarudi nyumbani, kafikiria nikamwita mume wangu, nikamwambia eh, hey, mume wangu mbona watu wametugeukia hivi? uh, eh, lazima tukae chini tufikirie vile tutawapatia imani na sisi hawa watu kwamba mambo tu ni mazuri, tuko pamoja tu na wao, so nikaleta ile Mpeketoni, um, um, yani, Mainland Cultural uh, Festival ambayo tulianzia mwaka elfu mbili kumi na nane. So mimi ndo nilikuwa mwanzilishi wa hiyo cultural festival ambayo imeleta jamii zote ambao zinaishi Mpeketoni kwa kwa umoja na kupendana. Kwa sasa kupitia vile tumefanya initiative, eh, sahii tunaingiliana vizuri. Uh, harusi zao ni harusi zetu. Uh, matanga yao ni yetu mpaka na host wa maharusi zao hapa hotelini kwangu, mpaka saa hii wamenipatia, wamenibatiza jina la Kikuyu, naitwa Wairimu. Wakamba nao wananiita Mwende. So kulingana na hilo nashukuru. Ile utakapokwenda hata kama mahali hauna kabila yako unafaa kuishi na watu vizuri ushikamane na watu juu pale, sasa itakuwa ni mahali kwako, ndo maisha yako, ndo mahali unafanya investment yako. e, tafadhalini watu wa Lamu, watu wa Kenya mzima, amani ni kitu muhimu sana. Naona mahali tunaenda sahihi. Wakati wa siasa, mtu usikubali kabisa kugawanywa kidini, wanasiasa tutumie kutu, kutuganya kidini, kiukabila. Tuangalie hilo sana, tuangazie, maanake bila amani hakuna biashara, hakuna chochote. Amani ni dhahabu na hutoiona thamani yake mpaka ikutoke.